Yaani, 2007 ndio 2007 na, na tunaadhimisha, tunakumbuka kanisa letu lilianza, sasa ni miaka 18 na lizinduliwa, na ilizinduliwa kuwa parish kuwa parish kutoka ta kuwa parish tarehe 26 kwa muda huu, mwezi wa 4 20 15, Mungu amelibariki kanisa hili. Ujumbe wangu unasema tengeneza mazingira au sababu ya kumshukuru. Tengeneza sababu ya kumshukuru Mungu katika maisha yako. Kumshukuru Mungu, unaamua kumshukuru Mungu. Mungu ni muumbaji anataka tuishi maisha yetu kwa kumshukuru katika maisha yetu na kwa hali yetu. Tunaweza kumshukuru kwa misimu, lakini Mungu anataka tumshukuru. Mungu ameagiza, mshukuruni yeye Mungu kwa kila jambo. Maana kumshukuru Mungu ni mapenzi ya Mungu.